Ni tukio la kuswaliwa kwa mwili wa marehemu Balozi Juma Volter Mwapachu nyumbani kwake Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na msemaji wa familia Bwana Omar Twaha anataja taratibu za maziko hapo kesho. Kesho saa saba na nusu mpaka saa nane tutaondoka Tanga Chumbageni kuelekea kijijini kwetu Pande pande ya Ndumi kwa ajili ya kwenda kuhifadhi mwili wa marehemu kaka yetu mpendwa wetu juma hamza Mwapachu au juma volter Mwapachu. Hii ndio taratibu halisi ya mwili utakavyokuwa. Akitoa salamu kwa niaba ya serikali, naibu katibu mkuu wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, balozi Said Musa amesema Kweo kwa hiyo, kwa niaba ya wizara ya mambo ya nje kupitia Mheshimiwa waziri Mahmoud Thabit Kombo, naomba niwasilishe salamu za pole na rambirambi rambi, kwa familia ndugu na jamaa wote ambao tumeguswa na tumefikwa na msiba huu. Mheshimiwa Mwapachu kama wote tunavyomfahamu, akiwa kiongozi, akiwa mwanafamilia, akiwa rafiki, alikuwa ni mtu mzuri sana. Baadhi ya viongozi walioongea na ITV wanaeleza namna walivyomfahamu Balozi Juma Volter Mwapachu, kwa kweli huu ni msiba mzito kwa sababu Mwapachu sio tu kwamba nilikuwa namwita baba lakini pia alikuwa namwita anko, lakini mtu ambaye uh, alinifundisha mambo mengi sana, mwelekeo uh, wa jamii kufata katika masuala mbalimbali uchumi, siasa, uh, na wanajamii wenyewe aliendelea kufanya kazi hiyo mpaka, mpaka juzi. Uh, Balozi Juma Volter Mwapachu uh, nimefahamiana naye alipokuwa rais wa University of Dar es Salaam Convocation ambayo ni taasisi ya wahitimu na walimu na, na, wa, wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Eh, katika kipindi hicho mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya uchapishaji wa hiyo convocation convocation of, convocation of the University of University Dar es Salaam. Balozi Juma Volter Mwapachu alizaliwa mwaka 1942 na kufariki dunia Machi 28 mwaka huu wa 2025, katika Hospitali ya Taifa Muhimbili wakati kipokea matibabu, ameacha mke, watoto na wajukuu.